Anajulikana kwa jina la Moses Hezekia Mwaifumba, miaka 28, kwa kabila Mnyakiusa, mkazi wa Isanga Mbeya. Baada ya kumkamata, alihojiwa na alipopekuliwa alikutwa na simu, ambazo simu hizo zilitumika kwenye kupeleka ujumbe sehemu mbalimbali. Na huyu yeye alikuwa ni mwenyekiti wa baraza la vijana CHADEMA mkoa wa Mbeya, BAVICHA kwa kutumia mtuhumiwa huyu tuliweza kumpata mtuhumiwa mwingine ambaye ni mshirika wake ambayo ameshirikiana kuandaa tukio hilo au kuandaa clips hiyo ambayo ilikuwa inasambazwa. Huyu anaitwa Meshak Yohana Mgaya, huyu ni miaka ishirini na nane. Sasa ni wito wangu kwa nchi nzima, kwa wale wote ambao wanashiriki kwenye matukio kama haya waache, kwa sababu kwa kusambaza, kwa kupea ujumbe, kusambaza uchochezi wa namna hii, maana yake amani ya nchi inapotea, na amani ni tunu, na nchi yetu inahitaji amani, uwekezaji na kadhalika. Hayo yote ambayo anahamasisha kwa ajili ya kwenda kuchoma ofisi na kadhalika, yote ni uvunjifu wa amani ambao utasababisha sababisha nchi yetu isikalike na wala uchumi usikue.